Mbunge wa jimbo la Kasulu Vijijini. Nianze kwa kuwapongeza waheshimiwa madiwani kwa kuapa leo. Ninaamini mlikuwa na hamu ya muda mrefu ya kuanza kazi mlioiomba wenyewe na naamini tulikuwa na ahadi mbalimbali kwa wananchi. Kuna watu waliahidi umeme na nguzo za kutosha, maji, barabara, wengine mmeahidi vitu vingi kidogo mpaka kwenye afya, vituo vya afya watu wameahidi, na mimi kama diwani mwenzenu yako mengi niliyoahidi pia yakiwemo hayo. Nimeahidi vituo vya afya baadhi ya maeneo, nimeahidi barabara, nimeahidi kushughulika na kero za wananchi, ikiwemo changamoto yetu ya kudumu ya hifadhi yetu hii, waheshimiwa wa madiwani na mheshimiwa mwenyekiti na makamu, mimi ni waombe twende tukawatendee haki wananchi wetu wa jimbo la Kasulu vijijini. Jimbo la Kasulu vijijini lina wananchi karibia laki sita kwenye hao laki sita, wametuamini sisi wachache hivi tulioko hapa. Kwenye hao laki sita, yeyote angeweza kutokea akawa mbunge kama mimi na akafanya kazi ya ubunge. Yeyote angeweza kutokea akawa mheshimiwa diwani na akawawakilisha wananchi kwa usahihi, kutatua matatizo yao. Lakini Mwenyezi Mungu ametuamini sisi wachache kwa muda huu. Sasa, ndugu zangu. Sasa, safari ya kuacha alama kwa kipindi cha miaka mitano inaanza leo. Waheshimiwa, labda pia kwenye hili nizungumze kidogo kwa wakuu wa idara. Mimi kama mbunge nikishirikiana na mwenyekiti wangu na makamu, nikishirikiana na waheshimiwa madiwani, nikishirikiana na chama changu dume, Chama cha Mapinduzi, na waahidi ushirikiano uliotukuka watumishi wa halmashauri yetu ya Kasulu. Katika hili mimi Kazala na madiwani wenzangu hatutokuwa kikwazo cha kuwatumikieni wana Kasulu vijijini, na siamini kama kuna diwani ameomba udiwani akawe kikwazo kwa mtumishi kufanya utumishi wake wa kuwatumikia wananchi, lakini vivyo hivyo pia ninaamini hakuna mfanyakazi, hakuna mtumishi ambaye atakwenda kuwa kikwazo cha kumkwamisha diwani au mbunge kufanya kazi yake kwenye kata yake au kwenye jimbo la Kasulu Vijijini. Watumishi mmeaminiwa miongoni mwa Watanzania wengi, wakiwemo wengi ambao hawana ajira, lakini ninyi serikali imewaamini ikawaleta hapa muwatumikie wa Tanzania. Kwa sababu hiyo, ninawaomba muwape ushirikiano madiwani wangu watimize majukumu yao bila kuingiliwa. Ndugu zangu, zamana hii ni kama wito, wito kutoka kwa Mungu. Tutimize wito huu kwa wivu mkubwa, tuache masilahi binafsi, migogoro ambayo imejikita kwenye maslahi binafsi ambayo itatupelekea kuharibu utendaji kazi kwenye halmashauri yetu, pengine halmashauri yetu ikapata performance mbaya. Ndugu zangu, kijana wenu mimi, nataka niwaahidi kwa zile changamoto ambazo zitazidi kimo halmashauri au levo ya halmashauri, nitazibeba kama zilivyo kuelekea bungeni. nitajenga hoja bungeni, nitaishauri serikali, lakini pia inapobidi nitaisimamia serikali kuwatendea haki wana kasulu vijijini. Lakini pia na mimi, ziko changamoto ambazo zinahitajika baraza hili ndo litatue na watumishi hawa ndo watatue. Tunaomba ushirikiano na mimi naomba ushirikiano ili niweze kuwatendea haki wana jimbo la Kasulu vijijini walionipa imani kwa miaka mitano. Kwa kusema hayo, naomba niseme asanteni sana, mlakoze chane imani mavur